Mchana nimesha kutana na Rama, meneja katuonyesha lile eneo, kuna watu wako wamekaa, watu wengine wamekaa, umeelewa, chagueni na msubiri, na ni tunataka jioni na mkazuzu kwenda kuangalia logistics za Vira Park please, fanye sehemu gani ndio kesho. Almasi naye iko wapi? yuko nani yuko yuko yuko Vira, ndio tukifika pale tumemaliza huku na mtafuta Rama, hata Rama sijaona naye, maskini bwana. Chairman, uko sehemu gani? nimekaa sehemu hapa, kakaa na watu wanakula, si ndio? Nimefika pale nasubiri yaya na nani, yaya yaya na nani, na bei sio nenda. Yani kawaida, namsalimia chairman, kuna yuko na Mwanjara, si ndio? Kama unavyojua ni, ni mtukuachesha, kuna na vipi nini, wamekaa na watu kweli pale, si ndio? Nimekaa mimi na doea ugali wa na, na, na kwa sababu wako wameshinda chakula wanakula, si ndio? Nakula ugali wa nani wa wa wa, wa, wa, wa nani wa Kasongo, nakula samaki wa, kuna kuna jamaa mwingine ambaye ni kwa simjui, si ndio? Naona wazee hao dakika tano zikufika kulikoni? mrafani hey, hey, hey, hey. TAKUKURU anoji hey, sasa mimi hey, kaona hapa jambo gani? mara siasa za mpira kuja huku, usiende huko Mwanza. Nakwambia usiende huko Mwanza. Kuna wa, watu washapanga mipango yao huko ambao wana, wa, yani wao wanafikiri k, yani kuongoza mpira nchi hii ndio yenye haki miaka yote. Washakuwa viongozi sasa hivi hawapo kwenye mfumo, wana wanalazimisha kuwemo. Kwa hiyo wanatengeneza mipango baada ya kuona kwamba kuna watu ambao ni threat kwenye baadhi ya nafasi ambazo wao wanagombea, si ndio? Na sure threat. So kwao ni kutumia mamlaka vibaya waliokuwa nayo, kwa sababu wana access na baadhi ya watu ambao kwa serikalini, si ndio kwa wanachezesha ili uje pale ukuvamie, pigisha shoti na sisi, kwa sababu kisha kuja mamlaka unakuwa mpole, si ndio? Of course uwezi kupigana na mamlaka eh, unasikiliza, tutaenda tukaojiwa, eleza mnako hapa kila kitu mpaka saa tisa bwana, toka pale, ambao una hela shilingi ngapi? na mimi hapo mfukoni na na hela kidogo laki moja shilingi ngapi, si ndio? Sina kitu kweli, eh hey, nenda hotelini sachiwa, hakuna tasumni sijui kila kitu, uliza kila kitu, umeelewa? Kwa hiyo baada hapo kuruhusiwa ndio saa mbili. Lakini ni siasa za nini? Za uchaguzi, za uchaguzi, kwa sababu watu wana, wana, anaona kwamba bwana Dauda, labda ni threat kwenye nafasi yangu, namna pekee ya kumdefeat kumdokuenda so, kwenye uchaguzi umeelewa, kwa maana demokrasia, eleza eleza mdogo kampeni zako ndio ni kumpigisha shoti kumchafua na ikiwezekana kumchezeshea ili aonekane mtu kafanya nini kwa siku. Lakini kitu kimoja mamlaka za serikali si, eh, na ile, ile, watu eh, makini. Mheshimiwa kamanda wa TAKUKURU Mwanza is a very very professional guy, umeelewa, afanya kazi yake. Umetoka kwa dhamana kweli, ndio kwa taratibu mwingine tutafuatia, na wao wanafanya kazi yao, ni kazi yao kabisa kabisa. Na mimi naunga mkono asilimia mia nane kabisa kabisa, nakwambia kutoka chini ya moyo wangu. Kama kuna watu wanafanya mambo ya ya, ya kubuni rushwa na nini, haikubaliki na waendelee wafanya na, kazi yao si ndio? na watajua, lakini, kwa sababu ni wa, tajua, wa, tajua, wa tajua. Lakini, wali ufanya, wali mpira, mpira mpira mpira mpira, ya ya lakini waliofanya watajulikana mjini, yani mambo ya mpira ukiongea mambo ya mpira mpira mjini mjini, kwa sababu kumbe watu kabisa sinema nzima, kwa sababu watu wamekaa pale, mtu anatuma meseji kamtumia mtu meseji eti umekaa hivi, toka hapo sasa hivi sababu sasa hivi wanakuja wanakuja silence watu watu watu wanapiga story, toka wamekaa wamekaa, ni hiyo. Ndio kuna tatizo gani pale? Ah, lakini lakini nashukuru nashukuru, serikali imefanya kazi yake fresh na hizi za za uchaguzi mpira. Kimsingi, swali moja, sihitaji unijibu kwa kwa mamlaka ya juu kama uliweza kushika nafasi ya rais labda wa nchi au waziri mkuu pengine, a ukashindwa kutendea haki yale majukumu uliyokuwa nayo, utaweza kutendea haki kwenye mjumbe wa nyumba kumi? Sihitaji majibu, kutumalizia kabla atumalizik